Hello, vipenzi vyangu karibuni tena kwenye kipindi chako pendwa cha Pika na Saumu, na leo naonyesha namna ya kupika kaimati za jibini ndani. Jamani ni nzuri sana. Tunapima unga wetu kwa kiasi jamani, kama hivyo hai yale. Tukishaweka unga wetu tayari na chai ya moja tutatia samli nusu kijiko, pamoja na mafuta nusu kijiko, poda nusu kijiko, kijiko kidogo cha chai, tutatia na hii cream packing, vijiko viwili hivi vya chakula chakulasunatia na hamira kijiko kimoja kidogo na powder pamoja na maziwa ya unga vijiko viwili vya kulia chakula, sukari kijiko kimoja cha kulia chakula na chumvi kidogo. Unaanza kukanda. Kwenye kukanda, unatumia tu maji ya uvugu vugu, unakanda vizuri unga wako. Unaweza kukanda dakika tano au dakika kumi. Sazi ya unga inakuwa hivi, unga wake haui mlaini sana, unakuwa mgumu mgumu kidogo. Kwa hiyo hapo uko tayari, una uwacha kidogo nuvuke kidogo, alafu utatia jibeni zetu Amani, jibeni ambazo natia ni hizi, zile za kiri ziada kabisa. Niko naendelea unga kusubiria huu umuke, nitazikata kata mara sita. Yaani hii kimoja kitoke sita kwa sababu kaimati zangu nitazifanya, mimi napenda ziwe ndogo, ndogo. Sipendi awe makubwa. Kama unataka kutoa makubwa, basi kata mara nne, lakini kama unataka ziwe ndogo ndogo, basi unaikata hii mara sita, moja tukatikate Naona inatoka sita vidogo vidogo sita. Kwa hiyo mtaka kubwa unapata mara nne tu. Kwa hiyo ni hivi nitakatakata. Haya jamani, vipenzi vyangu unga kausha umuka. Vipenzi vyangu vizuri kisha katakata. Kwa hiyo unakuwa unakata tu kitoke kidogo na tie jibe ndani na viringisha. Kama vile tulivyoviringisha kwenye ile ni kati ya ya jibeni ile ndio hivi, vipenzi vyangu unakata kidogo na tie vitongo ndani. Unazungusha kwa zipanga hapa. Mnaona no, vipenzi vyangu? Uje niwaonyeshe namna ambavyo natia na jibeni zangu. Unaona unachu, unakata saizi hizi ndogo kama hivi, unaitandaza namna hii. Unaona jamani, unachukua jibeni yako hivi, unatia hapa, unafunga kiwara wako vizuri, halafu nazungusha namna hii hivi, wajatuonyeshe no? Tena mara pili unakata hivi. Unaona? tandao za hivi chukua jibeni yako naifunga hivi, naona jamani, kama kubwa unaipunguza kuchini, ili usha ii. Ndo hivi jamani, zote nafanya hivyo. Maliza, tunaenda kukaanga jamani. Mafuta yetu ndo haya sasa, yako jikoni, tunaanza kutumbukiza kaimati zetu. na k hivi ndio namna ya kuzichoma jamani, shaa kuziviringisha, maana zinakuwa zimeshaumuka. Unakuja kuzidumbukiza jamani jikoni kama hivyo hapo pia, maana zitaongezeka tena kuvimba kidogo. Hizi ndo kalmati za jibeni jamani. Zikishakuwa tayari, tunatia maziwa mazito juu mati tamu sana, unaweza ukajaribu kufanya nyumbani hapo. Tunazitia zote, tunakuwa tunazikoroga mpaka ziweke rangi ya kahawia jamani, naona jamani. Kwa hiyo unaendelea kuzizungusha mpaka zipate rangi vizuri kotekote kama kote, hivyo zivee za mwazomwazo zilikuwa zimeanza kupata rangi jamani, kusikia zitia zote zingine hivi huku zimebakia bado tunaendelea kuzungusha jamani, ah, jamani vipenzi vyangu, mnaona sasa kaimati zetu hapa ziko tayari jamani. Hizi ndio kaimati za jibeni hapa. Sasa tunaziepua tunika raundi tu zetu hizi hapa za jibeni. Kwa hiyo tunatia maziwa yetu mazito jamani, namna hii jamani Hizi zinaliwa na maziwa mazito, vipenzi vyangu, maana mkaona tumetia sukari kijiko kimoja tu kwa ajili hazitaki kuona sukari nyingi, kwa ajili tunatia haya maziwa. Ni sukari naona wanajana, ni vipenzi vyangu, kwa hapo ziko tayari kabisa kwa kuliwa hmm.